Ilikuwa si mechi ya kawaida. Huu ulikuwa ni moto wa Kariakoo Derby. Leo tarehe 25 Juni 2025 uwanja wa Benjamin Mkapa ulishuhudia kilele cha ushindani, mapambano na historia nyingine iliyoandikwa, huku Yanga wakiichapa Simba kwa mabao mawili kwa sifuri. Dakika tisini za kasi na presha zimetamatika kwa kilio kwa upande wa Simba, lakini ikawa ni furaha kwa upande wa Young Africans. Yanga waliotawala mchezo wakitumia mbinu, kasi na nidhamu ya hali ya juu kuwazidi maarifa Simba Goli la kwanza lililoamsha mashabiki wa Young Africans waliokuwa wamejazana katika kila kona ya uwanja, goli pekee ambalo limeweza kufungwa na Pacome Pedro Zuzua kwa mkwaju wa penalti. Kilele ndelemo na vifijo vilitawala katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Kama hivyo haikutosha, Young Africans walizidisha maumivu makali kwa bao la pili lilofungwa na Clement Mzize, maarufu kama kuni ya akiba, bao ambalo limeweza kutamatisha karamu ya mabao katika uwanja huo, wakihitimisha matumaini yoyote ya Simba kurejea katika mchezo huo. Ilikuwa ni siku ya Young Africans. Kila idara ya timu ilifanya kazi ya kiwango cha juu. Safu ya ulinzi ilikuwa imara, kiungo kilitawala vyema mchezo huo, na ushambuliaji haukusita kuumiza. Mchezo ambao ulisimamiwa na mwamuzi wa kati kutoka Misri Amin Omar, aliendesha mchezo huo kwa uangalifu mkubwa, akihakikisha kila haki inatendekwa kwa pande zote mbili. Mchezo ambao ziliongezwa dakika tano, lakini Simba hawakuweza kufuta hata machungu yao. Kwa matokeo haya Young Africans wanajiimarisha katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara na kuthibitisha kwa mara nyingine kuwa wao ni wakubwa wa jiji. Simba wamelazimika kurudi mezani tena kujipanga upya baada ya kichapo hicho kizito. Kwa mashabiki wa Young Africans ni shangwe, ni furaha na ni historia nyingine, na kwa upande wa soka huu ndio mchezo unaoitwa derby. Hakuna suluhu, hakuna huruma, ni ama ushinde au machozi. Hongela Young Africans kwa ushindi mnono wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Simba. Kariakoo derby imefungwa kwa kishindo, na kwa matokeo haya yalivyotokea pale uwanjani, ya mbili sifuri, Young Africans wanatawazwa kwa mara nyingine tena kwa msimu 2024-2025 kuwa ndo machampioni wa NBC Premier League, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Tunatoa pole kwa mnyama Simba kukosa ushindi katika mchezo huu, lakini pia tunatoa pole nyingine kwa Simba kukosa kombe la NBC Premier League kwa mara nyingine tena. Lakini pia pole nyingine ni kwamba msimu huu Simba hawajachukua kikombe cha aina yoyote ile. Lakini kwa upande mwingine tunaweza kutoa hongera zetu kwa Young Africans kupata ushindi katika mchezo wa leo, lakini pia tunatoa hongera nyingine kwa kutoa ubingwa wa NBC Premier League ndani ya msimu huu 2024 2025. Kila la heri Young Africans katika ushindi wenu, na sherekeni kwa amani ushindi ambao umeupata katika siku ya leo. Na mpaka kufikia hapo, msimu 2024-2025 ndio hivyo umekwisha tamatika kwa mchezo huo, na Young Africans kuibuka mabingwa. Na sisi hatuna la ziada mpaka kufikia hapo, tukutane msimu ujao.